Piga teke wana... habari yako mwenyekiti? habari yangu. mimi mzuri. sham naaba mwenyekiti, mi, kuna jambo limenishuta. jambo gani? mme wangu amevamiwa na vibaka. kuna vibaka tena? tatizo limeanza lini? hapa kijijini kuna zibaka wa ajabu ajabu. kwao wamemkuta mme wangu njiani, wakamvamia wakam wakampokonya hela wakampokonya viatu wamempokonya kila kitu, wamemvua mpaka nguo, wamemwacha na boksa tu. Wao nafikiriaje hili jambo mwenyekiti? au ibaka wametokea ap? Mimi hapa nipo uongozini miaka mitano na sijapata kesi ya namna hiyo, hasa leo hii naikuja hiyo hiyo shida. Iko wapi? Mimi mwenyewe sijui, mimi nimekuta tu mume wangu amekuja nyumbani, yuko kifua wazi, ana viatu ana kitu chochote Namuuliza anasema amekutana na vibaka njiani, ndio amefanyia hayo matatizo. Hivyo basi, nimeona bora nije kwako mwenyekiti, nije kukusitakia ili tukio lilotokea hapa kijijini. Ila afadhali nimekutana naye hapa njiani, itakuwa sio vijana wa hapa, au itakuwa ametoka vijiji jirani. Nimeshalipokea mimi, nikitoka hapa naenda kuwapa taarifa polisi watakamatwa na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kijijini kwa kila jambo, ili vibaka wapatwa wachukuliwe sheria, maana hapa kijijini kwetu umezidi, tunashindwa hata kutembea, yani ukitembea tu kidogo umekabwa. Kwao mwenyekiti, ilifanyie kazi. Umechoka? Hapana, mimi natekeleza wajibu wangu sababu watu wameniamini hapa, lazima nifanye kazi. Umelipokea alafu na kaazapo tu umelisahau, yaani fanya mkazo eh. Uh, uh, nimefurahi sana kwa sababu umeamua kuniita hapa e, na, natarajia kusikia maneno mazuri au majibu mazuri sana kutoka kwa kwako. Ni kweli na maneno mazuri ya kukwambia, lakini hata sijui nianzie wapi ah. <laughs> We usijali, yani usiwe na shaka yoyote ile. Wewe nyoka nyoka kama barabara mwendokasi, mimi nakuelewa vizuri kabisa. Ongea maneno haya mawili, mi najua chotaka kuniambia wewe. Eee oh, unajua kabisa jinsi gani hizo siku mbili tatu hapa nyuma, unajua moja mbili tatu, niambie tu. Mkaamba namjua. Mkaamba ni rafiki yangu ni, ni, ni, ni mshikaji wangu ni mtu ambaye tunaheshimiana namfahamu, ana eh, shida yule mm. Sasa Mkalama mimi alinipa kazi, ili kazi nikukubalie wewe, nanikisha kukubalia nikuzungushe, nikuzungushe na usipate chochote, na baada ya kukuzungusha wee mda mrefu, aliniambia kuwa atanipa pesa, lakini mpaka sasa naona hata pesa nyewe hanipi, na ndio maana nimekuonea huruma nikwambie ukweli kwa maana hamna chochote ninachokipata bali na kutesa tu. Hiyo inawezekanaje? Yani wewe wewe, kama tu umeamua labda kutafuta sababu nyingine ya kunikataa, basi wewe sema tu, lakini ya maswala ya kuchonganisha vitu au watu ugombanishe, ugombanishe sio mzuri eh. Yani wewe unataka kunigombanisha sasa na Mkaramba? Manake Mkaramba anawezaje kufanya mambo kama hayo wakati yeye anajua kabisa mimi na yeye tuna jambo letu? Anawezaje kufanya mambo kama hayo? Kwa hiyo, kwa vyote ninavyokuambia bado uamini. Unaamini kabisa wewe ni rafiki yako kabisa? Eh, hey, mimi namuamini vizuri sana kwa sababu tushafanya mambo mengi sana. Yaani tushaongea mambo mengi na tuna mipango mingi sana na mikubwa sana. Hata inawezekana vipi akafanya jambo kama hilo bwana? Najua uniamini. Kwa sababu mkaamba ni rafiki, so yako. Ila mimi nakwambia. Yaani hilo mimi nakwambia. Najua uniamini. Mm. Wewe usiyo naona una jambo lako haya. Eh, na ndo mama anasema usipochanganyikiwa na maisha, basi wanawake watakuchanganya. Na ndo hichi naona wanataka kukileta hapa. Haya, sio bure leo mi nahisi mkalamba kafuloga aii, kipinu changu kwa heshima na taadhima naomba nikushukuru kwa kuitika wito wangu. Wito huu una faida sana kwa upande wangu na kwa upande wako pia, endapo utaufikiria kwenye uzito ambao mimi naufikiria. Iko hivi, mimi kama binadamu nilikaa nifaraha nifaona kile ambacho kilitefea baina yetu ni kibaya sana na kilikua tunanyemi na

Hakuna shida, mimi nishakusamehe. Kwa siku zile nilijafilika nilikuwa na hasira, ndio maana nilikupigia sana. Sawa. So, uko sahihi, ilikuwa ni hasira. Lakini hasira yako ilikuwa inaniumiza sana kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo, wewe ni kama malkia kwenye ufalme wangu. Yaani bila wewe ufalme wangu atakutereka. Tafadhali naomba unifanye sana unatakiwa kuongoza, usiavie huu ufalme bila kuongoza, na wewe mimi nitakuwa si lolote si chochote. Hakika huu ni mwanamke ambaye na nafasi kubwa sana katika maisha yangu, mambo amefanyashona. Nakupenda wewe, inajiona kabisa, bila wewe siwezi kufanya kitu chochote. Hakuna shida, mimi nyumbani nitasaidia kuadia tai <coughs> <coughs>

Ah, mke wangu, mama madogo madogo tu kwenye kiti. Jero singe 7000 tu vile mke wangu. He? Vip. Mbona umebadilika au nimekosea kwenda? Mimi nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda. Kwa sababu wanakijiji wanapenda sana kutuonea hapa kijijini. Kwa mimi nimefanya hivyo kwa sababu mume wangu nakupenda. Na mama nipenda kwa mwenye kiti ili hayo mambo yaache kuendelea hapa kijijini. Na nitapambana mpaka hivyo vyetu ni vipaki. Sawa, lakini ukupaswa kwa mwenye kiti. Ai mama madogo madogo tu.

Kaka, vipi hapa tena? Kuna demu anamsubiri hapa. Mwanamke gani? Demu tabia, ana tabia kujiuza uza, hii anaitwa Irene. Kama namjua, namjua hii, maana toka muda mrefu kaniambia kwamba kimsubiria hapa, anashangaa mpaka dakika hii kakaja, sijajua shida nini. Wewe unakutongoza wapi, na watu ninavyokujua, na wewe domo zege kweli. Mwanangu hapo, unaambia unamsubiri mwanamke hapo?

n hata barabarani dukani nikenda kuoni vipi mwenzetu, msemaji yangu kama unavyonijua hii ni mtu wa shamba sana. Nikiamka asubuhi niko shamba narudi zangu jioni, mimi kama unavyonijua sio mtu wa kutembea tembea sana e. hmm. Shamba ndo upendeze hivo, huto na mafuta mafuta umekuwa toki. Nakwambia ndo shamba sokwe au kuna mshangazi umempata nkukungia ndani?

tena shemeji, hapo hapo, kuja pointi ya viatu hapo hapo hapo, nashikilia hapo hapo, yani kuhusiana na ile swala la viatu. Shemeji yangu ngoja tu nikwambie huko hivi, yani sito kuficha kabisa. Iko hivi mimi, Tariki alinipigia simu akaniambia bwana, mimi nimepigwa, imekabwa, imenyang'anya viatu. Sasa mimi nikaanza kujiuliza, au vibaka wametokea wapi? Yani kiukweli, kwa upande wangu mimi niliumia sana, yani zaidi ya sana yangu, yeye, langu, nikawaze, nikasama... <coughs> kwa sababu kuzingatia tariki mimi laki yangu, kwa hiyo suala lake yeye ni sawa na suala langu mimi. Nikawaza nikasema afa itakuwa kuna sababu. Ukweli shemeji, mimi nilijisikia vibaya kwa sababu tariki ni laki yangu muda mrefu, iliumia mno, kumbe hata kwa kile ana mwakilia nene, ndio kimdo hata kumwangalia anaendeleaje, labda amezulika. Je, wao upo tu, uko umejitulia, siku unakula chakula zinapita kabisa Hivi kweli ni ulasiki huo au rasiunati? Lakini hmm, watu ni wabaya, hadi wanakuvua viatu, mtu anakunyang'anya kweli? Jamani, iki kijiji sasa ini ienda kuwadia hanamt, utashindwa kutembea kwa uhuru wako, ni mchana kweupe. Say, aisee hiyo kone. Haya, yalikuwa ni hayo tu bad Naona leo umeniita nasi kama kuna jambo la msingi sana, nataka kuniambia leo. e, ndio nimekuita hapa, kuna jambo nataka kukwambia. mm, jambo gani? Hebu niambie basi. Mambo tunaendaisha kwa taratibu tu, hatuna hatuna talaka, ila hivi we unawezaje? Clever, ninawezaje nini sasa unawezaje kutembea na dadangu mimi? Shuu, Elimu nanichekesha sana. Ni kweli natembea naye sawa, lakini natembea naye kwenda naye sokoni, kwenda naye shambani, kwenda naye kuchota maji, kurudi nyumbani. Natembea naye shemeji yangu, tunajimwayamwaya wote. Unawezaje kuwa na mahusiano ya kimapenzi na dashuu wakati unajua yule pale ni shemeji yako ha? Mbona sina mahusiano yoyote kama mapenzi na dada yako? Ni yule shemeji yangu, ninamheshimu. Eh, mke wa brother ninaanza kumtafuna mke wa brother hivi? Mimi najua kitambo, kila siku nawaona nikasema mm, labda mtaachana very soon tu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, naona utamu unakukolea, unajisahau kabisa, unaona kama umefika vile. Elimu, nisikilize kwanza. Unajua hiki kijiji ni wanafiki una wengi sana na istosho, ni mgeni, umekuja juzi eh? Waya mambo umeyapata wapi? ushe kuniona naye wewe eh? Mimi nikakudanganya, umekalishwa chini, umedanganywa ili mradi ukampe taarifa brother, wanigombanishe mimi, wanaona pale na faida inavyokaa, ah. Wewe mambo za kuambia nani? mbona watu wanafiki sana! kwa hiyo na mimi mtoto mdogo ni mjinga hivi? unafikiri mambo yapa ndani mimi siyajui? nisikilize kwanza, mimi siwezi kutembea na shemeji yangu kiukweli na mheshimu shemeji yangu kwa sababu ni mke wa kaka yangu. Embu eh? Wacha ujinga wewe, sikiliza. Sasa nikwambie, mimi sio mara moja wala mara mbili kuwaona nyewe, watu nawaona sana, nimenyamaza, lakini nafsi yangu inaniuma. Unavyomfanyia kaka yako sio vizuri. Ue ni kaka wako Adamu, unawezaje kumfanyia unyama kama huo? Mtu anayekulisha anakupa chakula, wewe unakula, unashiba, unaishi kwake kwa amani, unanenepa kama hivyo, ona ulivyonawili, afu leo hii unatembea na shemeji yako kweli? Unatembea na mke wake kweli? Kikulacho kingoni mwako. Sasa sikiliza, nikwambie, fanya ufanyavu, fanya juu chini achana na dada Shu mara moja, kabla shemeji mambo hayajafikia. La sivyo, atakuponza, utaukosa ugali, utakosa sehemu ya kuishi, maisha mazuri no, unayoishi sasa hivi utakosa, hauta na awili, sijui utaenda wapi wewe. Jisahau, nogewa na mapenzi ya shemeji yako, ila mi nakupa onyo. Sina mengi ni hayo tu, kaa uyafikirie.